Hello. Kwa majina naitwa Sylmas Nduruma. Ni mwalimu ambaye nahamasisha wanafunzi kupenda kusoma masomo ya sayansi kwa maana ni masomo ambayo kwa sasa yanahitajika sana katika jamii yetu. Lakini kuna changamoto ya walimu ambao hawatoshi katika mashule yetu. Hivyo tumeamua kutumia njia ya mtandao ya kijamii kusaidia vijana kuweza kujifunza masomo haya kwa ufasaha na kwa ueledi zaidi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tumerahisisha kazi kwa kuandaa video ambazo zinafundisha masomo haya kwa vitendo, zinafundisha masomo haya kwa ufasaha. Hivyo basi, kama kuna mwanafunzi anahitaji masomo haya kwa ngazi ya, ya sekondari ama msingi kwa somo la hisabati kwa ngazi ya sekondari tumetengeneza physics, chemistry na mathematics ambayo ipo kwa ngazi kuanzia kidato cha kwanza, kwa maana ya form 1 mpaka form 4. Video hizi zimeandaliwa kwa weledi na zimeandaliwa kwa ufanisi na ziko vizuri na zimeelezeka vizuri kabisa. Kwahiyo, kwa kijana yote ambaye yuko form 1, yuko form 2, yuko form 3, kwa maana hiyo physics, chemistry na mathematics ziko tayari na zimetengenezwa vizuri kabisa. Kwa maana hiyo, kama wewe ni mzazi au wewe kama ni mwanafunzi, una uhitaji wa somo la physics kwa form 2 au form 3 au form 4, maana yake video zako ziko tayari, ni cha kufanya ni kuwasiliana sisi tu kwa njia ya WhatsApp kwa namba ambayo iko kwenye screen yetu au ambayo iko kwenye description ya video hii. Hivyo tunawaombeni sana kama mnahitaji kufanya vizuri katika masomo hayo, sisi tuko tayari kuwatumieni links lakini ni kwa malipo ambayo utayafanya. Kwa unalipia kidogo kwa kuchangia huduma ili iweze kuwa endelevu, hivyo sisi tuko tayari kuwahudumieni vijana wote. Hii ni kwa lengo la kuongeza wigo wa kujifunza masomo haya ukiwa na tablet nyumbani, ukiwa na smartphones nyumbani, ukiwa na laptop nyumbani, ukiwa na chochote ambacho kinaingia kwenye mtandao kinafaa kujifunza. Hivyo tunaombeni muweze kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp kwa namba ambayo iko hapo kwenye screen au iko kwenye description ya video hii ili kuweza kupata video za masomo ya Physics, Chemistry na Mathematics, lakini pia kwa wanafunzi ambao wanajifunza hisabati kuanzia darasa la tano mpaka la saba video za masomo hayo ziko tayari. Wasiana tu na sisi ili tuweze kupata video hizi ili tuweze kupatia video ambazo ziko kamili. Asanteni sana lakini tunawashukuru wale ambao mmekuwa na sisi kwa miaka yote tumekuwa tukisupoti. Sasa, ni zaidi ya miaka mitano tukiendesha hii huduma kwenye mtandao kupitia hii channel, ambao kuna wanafunzi wengi sana wametoa ushuhuda kwa ajili ya mafanikio kupitia hii hapa channel. Hivyo, tusingependa kuona mwanafunzi anakosa hii ushuhuda, mwanafunzi anakosa ya masomo au mwanafunzi ana feli somo la physics au anaacha kabisa kulisoma somo la physics kwa sababu tu ya upungufu wa walimu mashuleni. Tumekupatia wigo mwingine kupitia mitandao ya kijamii especially YouTube channel yetu ambayo itakupa fursa wewe kijana, wewe mwanafunzi unayerudia mtihani, masomo hayo unaona magumu. Hata practical pia ziko tayari. Hivyo tunasema asante sana ambao mmekuwa na sisi, tunatakieni heri ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Asanteni sana, karibuni tena kwenye YouTube channel yetu sababu kusubscribe, ili uweze kupata notification kila tunapoweka video mpya, lakini pia unaweza ukaongeza fans katika ili somo. Tunasema asante sana, chao.